Majina yangu na naitwa Mr. Nyondo, e, nimekuandalia baadhi ya elimu hususani grupu za damu namna gani unastahili kuishi, lakini kujifahamu we mwenyewe, namna gani uishi kulingana na mahitaji ya grupu za damu. Sasa kama unavyoona hapa e, nimekuandalia aina za damu na miongozo ambayo unastahili kuishi. Hii imewekwa kila kitu, vyakula ambavyo vinakufaa na ambavyo havikufai, hata tabia zake zote nimekuandikia kwenye hii karatasi. Kwa hiyo e, unaweza ukaipata hii karatasi naku nafatii nyumbani, vitu gani vipate na vitu gani usivipate. Kwa hiyo unaweza ukaipata kwa shilingi elfu tano tu, kuendelea kunufaika, kwa sababu hii ni zaidi ya elimu ambayo umekuwa ukiipata kila siku. Unaendelea kujali afya yako, endelea kutufuatilia kupata huduma zetu. Kwa hiyo e, iko na page mbili, tutafuatilia kwanza kwenye magrupu yote manne e, kufahamu grupu A, grupu B, grupu AB na grupu O. Kwa hiyo unaweza ukapata hii uendelee kujifunza hata kila nyumbani. Asante, nikutakia jioni njema na afya njema.